Yaani mda huu amekuja kwangu kwa sasa hivi kalala ndani. Alafu msinichezee mchezo mnajua, eh? Ngoja mimi sitaki utani. Na uta nako tutao ndiko anatahari ukubwani. Mimi nishakuwa mtu mzima sasa hivi. Sipendi. Jamani. Ni kweli. Nuh yuko ndani amelala. Yaani eh, hivi unavyoona huo mlango, nimefunga mkaona nikachukue maji, nirudi hapa nipike ili apate kula. Na mpaka nimuamshe na nifanye kazi kweli kweli ndo aamke. Rafiki yangu, umemwona wapi? Utakuwa umemfananisha na nichezea mchezo, takuonyesha <sighs> makubwa. Mtoto analeta shida sana kwenye kijiji chetu, kila siku anazungumziwa yeye tu. Ana mambo ya ajabu ajabu, mara wamemkuta amepaa, mara wamemkuta sijui. Yeye ana vituko vingi, vingine havyowezi kuhesabika, rafiki yangu. Sasa hatufahamu kwenye kijiji chetu kitakuja kuzaliwa nini huko mbele, rafiki yangu, ila bwana kimbo tu ile hii nchi sisi haituhusu, naomba tuachane naye kabisa, watajua wenyewe. Vipi kesho, situtarudi shamba shambani tena? kuna deemu kaniahidi kani kidogodogo hivi kashombishombi fulani hivi, basi kesho mwenzie. Ah, mambo yako haki, mchongo kwa hiyo swala la shambani wow. Yani, mambo ya zuchu tu unitue mbia. Kesho mimi nitarudi mlabako, utaukuta hata uende kesho kutwa tondoki. nu no, mwanangu nu no. Eh. Mwanangu, muda wote nakuita kumbe uko huko. Twende ukale mwanangu. ah, mi nimeshiba. Eh, eh. Umeshiba umekula nini? ah, mi nimeshiba jamani. yeah, mi nimepika leo mboga nzuri mwanangu, tena ile unayoipendaga na nimefanya hivyo yote kwa sababu mwanangu unapenda haya. Leo utaki kula kwa sababu gani? Twende bwana ukale, twende ukale nu no. Jamani, eh, au ah, upende ile mboga niliyopika amna ah, bwana. Wakati ile mboga mwenyewe waga unaipenda, na unaniambia mama, mboga hii naipenda. Tena ukae mwanangu, kumeza hapo, unaoga tunaenda kutembea. nu no. eh. angu yaani, duniani hapa kuna mambo mengi sana, na kuna binadamu wameumbwa na sura nzuri, lakini roho za huruma hawana kabisa. Unaweza kumuona tajiri asije akakuonea huruma kutokana na mali zake. Ila ikicha huyo huyo huyo huyo ni mdhalau, anakuja kukuonea huruma, alafu usije ukaamini. Nikiongea hivyo hivyo namaanisha shangazi yangu, mimi simuelewi kabisa. Kutokana na haya yote yaliyotokea kuhusu huyu mtoto, mwenyekiti ameruhusu sisi tukae naye huyu mtoto, na wao kila siku huwa wanakuja kumtembelea na kumjua kaamkaje, kashindaje, na mimi niko naye nikiwa nampa malezi bora, na nimetokea kumpenda tu kama mwanangu wa kumzaa. Lakini cha kushangaza shangazi anasema ni tumrudishe mtoto tulipomtoa. Yaani mimi simwelewi kwa sababu gani, hali ya kuwa mtoto nakaa naye mimi na kumlea, namlea mimi na sisi tumemsaidia kama mtoto ila, sasa cha ajabu, amelikazania hili swala nasema mrudisheni. Sasa tutamrudisha wapi? hivi unalifikiriaje hili jambo? Rafiki yangu, huwezi kujua mtoto atakuja na baraka gani kwenye maisha yako. Mimi nachoomba tu, mpende kama ulivyokuwa umempenda mwanzo, kama ulivyomwokota ukampenda. Usikate tamaa kwa sababu shangazi amesema kwamba umrudishe kwa moyo wako yule. Naomba tu mpende, vile vile umlee kama mtoto wako, usije ukakata tamaa kwa sababu fulani amesema hivi. Mpende kama mtoto wako tu. Na ndo maana nimeamua kukwambia kama shoga yangu tunaushirikiana. Hatujai kufichana. Ndo maana nimeamua kukwambia hili swala. Lakini mimi nasema hata aongee nini. Sitaweza kuruhusu mtoto aende kokote. Kwa sababu ni mtoto ambaye tumemkuta katika mazingira sio mazuri. Nadhani angekuwa yeye shangazi na amemkuta, Sidhani kama angemsaidia. Ila mimi na kwa rafiki yangu sitamwacha na sitakubali mtoto aende kokote. Mimi naona ndio shangazi, damu yake na mtoto vimeendana tofauti ndio maana anakuwa hivi. Lakini mimi naona tu shangazi atakuwa sawa na ataelewa nini kinaendelea kwa sababu utampeleka wapi na umemkuta kwenye mazingira kama yale. Kienda pale unamwachia nani? Kwa hiyo tu naamini shangazi ataelewa tu na, na, na atakuwa sawa atampenda mtoto kama unavyompenda wewe. Basi sawa. So, vipi leo tunaenda kwenye kikoba kweli? Ni msako leo mm, yangu mbaya, hata siilipa kasa hii. Labda baadae baadaye tunifanye mambo yangu nitakupitia twende basi sawa Mimi ntaa ni kachote maji baa kisimame nje kuosha vyombo vyangu twende basi tukachote wote haya sawa Mwenyekiti, Kingwana kaja nyumbani asubuhi kwamba mwanaye kapotea kwenye mazingira ya utatanishaji. Ni kweli ni kweli? Hiyo ndo taarifa leo nipa mii. Sawa basi tuende, sawa, tuondoke.